Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamewatakia wa Wakenya Krismasi njema na mwaka mpya wenye fanaka wa 2016. Akizungumza huko Mombasa katika misa ya Krismasi katika kanisa Katoliki la Holy Ghost, Rais Kenyatta amewataka Wakenya kutangamana kwa utulivu. Naye naibu wa Rais William Ruto akiwa nyumbani kwake huko Sugoi katika kaunti ya Uasin Gishu alipata fursa na kukutana na Wakenya ambao aliwarai wamkumbuke Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo ameyafanya. Sisi zote tusaidie yule ambayo tunaweza kusaidia kwa njia ile ambayo tunaweza kusaidia. Ndiyo hii spirit ya Krismasi tuweze kuieneza kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, kwa hayo machache yangu ni kusema I wish you all a very merry Christmas. A prosperous 2016 and God's blessings and peace be upon all of us. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante. Na watakia ninyi nyote na Wakenya wengine Krismasi yenye fanaka, Krismasi yenye baraka ya Mwenyezi Mungu. Zote tujikumbushe yale Mungu ametuwezesha tufanye katika mwaka huu, na tuombe yale mambo tumepanga mwaka ujao, atusaidie Mwenyezi Mungu kuyatimiza.